Kati za mwikenda zinakuletea yaliyojiri wakati afisa mtendaji mkuu wa Wakala wa Vipimo, Alban Kihulla akizungumza na vyombo vya habari katika Idara ya Habari Maelezo, makao makuu ya nchi Dodoma, kuhusu mafanikio ya taasisi hiyo kuelekea miaka minne ya serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Swali la Bwana Richard Mwakenda, hatua gani zinachukuliwa kwa ambao wanachezea mizani? Kwa mujibu wa sheria ilibadilishwa mwaka elfu mbili na kumi na sita sasa hivi faini ni kuanzia shilingi laki moja mpaka milioni 20 kwa kosa moja. Kabla ya kubadilishwa kwa sheria hiyo mwaka 2016 faini ilikuwa ni, ni shilingi elfu kumi tu na wananchi walitumia fursa hiyo sababu kama mnavyojua, sheria kiwepo mzuri ni mbaya ndio iko pale. Kwa hiyo kabla ya mwaka 2016, faini ilikuwa elfu kumi tu kwa kosa moja, na kuna baadhi wananchi walikuwa wanafanya michezo, wanasema faini yenu shilingi elfu kumi, naomba nikalipe faini. Lakini baada ya mwaka 2016 mwezi Novemba, faini sasa shilingi laki moja mpaka milioni 20 kwa kosa moja. Kwa kwa mfano, muuzaji wa nondo kamkuta ana nondo za aina tatu, labda milioni 12 ambayo yako katika kipimo sahihi milimita 16 milimita nane, hayo ni makosa matatu, kwa faini yake ya juu kabisa itakuwa milioni 60. Kwa hiyo atajitetea na nini na nini, baadaye atapigwa faini ile ambayo mpiga faini usale imemtuma kwamba inafaa. Kwa hiyo ina fa, faini sasa hivi ni kali, na niwaombe wananchi wasichezee mizani, kama ilivyosema pale, wa watu wasichezee mizani, wasichezee vipimo vya aina yote, lakini kija kwenye swali la Aliyekuletea tukio hili kutoka hapa makao makuu ya nchi Dodoma ni mimi, Richard Mwekenda wa Kamanda wa Matukio Online TV.